Msikilizaji wetu tuko katika jiji la Tranzoia ambayo, ambayo tumeunganika na wakazi wa Tranzoia. Na msikilizaji wetu, unakumbuka hiyo maneno ya Nzoia Sugar kupeana kwa rai na serikali. Tunataka kusikia maoni ya wa wakazi, wanahisi vipi kuhusiana na kupeana kwa rai kwa kampuni ya Nzoia ambayo imepata changamoto tangu rais alipokuwa hapo. Kwa majina kwa majina, naitwa Ambrose Okumu yeah. Mimi ni mkazi wa Tranzoia E, kwa maoni yangu e, yeah. eh, rai ipewe hiyo kandarasi ya Trans Nzoia. Kwa nini? Yeah. Kwa nini, kwa nini apewe hiyo kandarasi? Because watu wa wa, wa, wa Nzoia wamekuwa wakiumia, hawapewi malipo kwa hiyo kampuni ya factory for the past I don't know, three years or what. Hata wakazi wa huko sahizi hawajalipa mshahara wenye walikuwa wanafanya Nzoia, na sasa kama rai anaweza kuja na a, a, a, aweke mikakati chini na kila kitu iwe sambamba, wakazi watafaidika. Asante sana. Hiyo ni maoni yake. Mwingine kwa majina, mi naitwa bwana Bernard Mugwana maoni yako kuhusiana na Rai? Mimi maoni yangu kuhusiana na Rai nafikiri, ni wiki mbili zimepita, nimeona kwa TV wazee wa area hiyo wasewa Bungoma wakiwa wanapinga hiyo kiwanda kupewa mfadhili mwingine, walikuwa wanasema wakiwa pamoja na Eugene. Nafikiri ndiye alikuwa kama wakili wao walikuwa wanapinga hiyo kiwanda kupewa mtu binafsi. Serikali isimamie hiyo kiwanda na hiyo kiwanda ipate kusaidia watu, kwa sababu ikipewa mtu, kwa generation ile iko sahi kweli itajua ya kwamba kiwa, kiwanda kimepewa Rai, mtu mwingine, lakini ile generation ile inakuja haitajua kiwanda kilipeanwa mtu mwingine, miaka hizi zikipita mpaka karibu miaka 30 kule wale ile generation inakuja aita jua ya kwamba hiki kiwanda lipewa huyu. Hiyo mtu ataweza katalia pale akae pale muda mrefu, kabla ajarudisha hiyo kiwanda, na uenda kitakuwa yake na milele na iuswe. Asante sana, maoni yake, anasema kiwanda kisipeane kwa rai. Maoni ya mwisho kwa hiyo yote ambayo anataka kuchangia, kwa majina, kwa majina ni Maruti Makuke. mimi kama mkulima wa Nzoia, mimi naona tu rai ichukue Rai, kwa nini? Kwa nini? Ichukue kwa ajili wakulima, wanalia hakuna mshahara, tumekaa e, nje saa miwa tunalima ingine nakomea kwa shamba awakati, sasa rai ikichukua, si tunaona tunapata mafanikio. Mimi ni Kennedy Musambai na hiyo imekuwa gumzo mitaani.